Yani watu wengine unatutia aibu, we dada. Wewe hivi, una kasoro gani wee? uzuri wote uliokuwa nao huo, wewe hakuja kuja, kuja uleta kwa mwanaume. Unajisogeza kabisa kwa mwanaume, mguu mosi, mguu pili, huja tolewa barua, huja tolewa posa. Kwenu hawamjui, ukitufia humu ndani inakuwaje sasa? Yani likipita eh, eh, eh mpaka ndani kwake, yani lipo kama bondia. Kwani dede, una kasoro gani wewe? Mbona mzuri tu dada yetu. Mwanaume ajui kusalimia, mwanaume jeuri, mwanaume ajui kucheka, mwanaume ajui kuna, hatumwelewi hata kidogo. We, umempendea nini ule kaka? Umempendea nini nakuuliza, kwani ule mwanaume wako wa kwanza woja utongozi wewe? Ina maana we ni mbaya sana au na mwana mwana mwana. kwa kuwa huyo anata shida, mdada mzuri namna hiyo, unang'aa namna hiyo hivi hivi, wakuja kujileta mwanaume. Anakupa nini ule? Anakuja kujipikilisha mara ajifanya nanuanguo mm. kwani kakwambia kwanuanguo ajui yule. Tunakuuliza wewe, unatutia aibu mtaani wanawake hatuna samani, saizi tunachekwa na watu, majirani wanatucheka, waume zetu wanatutana nake hatuna samani, wao na shida gani? Una mapungufu ya akili au una, una shida gani wewe? Hi! Afuataje jibu kimya alivyokuja hmm. Basi Basishoga yangu ndio hivyo. Tumekuja kukupa kisomo. Utachagua kusuka au kunyoa. Mpenzi uchizi, jamani sina bahati. Ninapenda kupendi unayemtaka kutaki.